Philemon Kamazima mkurugenzi wa KAIDEP waandaaji wa maonyesho ya sabasaba wane Kagera, leo tukiwa katika siku ya tatu tangu kuanza <tongue> maonyesho haya ambayo yakadumu mpaka tarehe 9 mwezi wa saba. Tunashukuru mweso umekuwa mkubwa, mwaka huu tumepata washiriki wengi kutoka nchi jirani za Kenya, Uganda na, na Rwanda wako njiani, tuna mawasiliano nao na mpaka saizi mwitikio ni mkubwa. Labda sahizi ni hamasisha watembeleaji waanze kutembelea maonyesho una haya, unavyoona ongezeko la washiriki na watu wameanza kuelewa maana ya maonyesho, kwa hiyo tunasema mambo mpaka saizi tunaenda sawa. Usalama huko wa kutosha, usalama wa mali za watu, usalama wa kwa watu umeimarishwa, kwa hiyo watu maonyesho haya kak anaalia katika viwanja vya CCM vilivyokaka katikati ya mi wa kuupana kama nilivyosema awali, eh, kuna mashirika mbalimbali, makampuni, wajasiriamali, watu wadogo wadogo kwa ile biashara ambayo mtu anaifanya na sisi lengo letu iukutowe ulipo kukufanya uende mbele kwa haraka zaidi. Ndio. Na ambacho ungependa kuambia wafanyabiashara ambao wanashiriki waoneje ushirikiano gani kwa wananchi au wateja wao? Ndio, ni duka nzuri, kupunguza bei, lakini muhimu mtu aelezee ana, ana, ana shughuli zake ziko eneo gani ili baada ya hapa kama ilivyo lengo la maonyesho watu wanaokutana na hapa nao hapa e, ifanye aendelee